Gere, gere. Akina mama, nisikie vigeregere. Kakaboki kiukweli nashindwa ni kushukuru kwa namna gani lakini neno asante, neno asante litoshe kuonyesha kwamba tumeshukuru kwa yale mengi uliyotupatia na umetupatia. Sio tu kutupatia, umetupatia kwa moyo, kwa moyo mkuu usio wa kuchoka, lakini usio wa unyimi. Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu akubariki, baraka hizi zikafanyike kwako na kizazi chako lakini kwa wote ambao unakutana nao na kuwashirikisha neno la Mungu. Basi kwa nafasi hii umesema nasi mengi, lakini basi kwa neno lolote kwa shukrani au kwa chochote ulichonacho kwa wakati huu kabla ya baba paroko ni kukaribishi, basi karibu fursa hii kumshukuru baba Padre. Eh, ni mtu mwema sana sana. sana. Nyakati zote amekuwa mkinipokea vizuri, kwanzia huko Tukuyu alipokuwa alipokeaga vizuri. Kwa hiyo sehemu zote amekuwa akinipokea vizuri, kwa ndo maana hata tukizungumza, huwa asipindishi, nafika kwa wakati mwafaka. Na washukuru pia nanyi na uongozi wote na waumini wote, asanteni kwa karibisho wenu na yote ambayo tumemwomba Mungu wiki hii. Nawashukuru wote kwa mapokezi mazuri. Na mwisho pia namshukuru mdogo wangu, kaka yangu kachukua video, Alfred Bonye, ambaye mmeona hata ile video. Naona imewapaisha sana wana Iwambi, nazunguka kwenye mitandao ya kijamii basi imetokea hapa kwenu. Msifu Yesu! Basi ninawashukuru sana na Mungu awabariki kwa kweli. E, hapa ni nyumbani na niahidi kwamba nitakuja tena. yeah! yeah! Mwisho kabisa, tumeomba baraka za rohoni, tusiende kukaa, tukafanye kazi sawa sawa, tukafanya nini? U kasema mwalimu, tumeomba sa, naenda nakaa na ingia sasa kwenye filmi sawa sawa, yes majiant kwenye mifumo ya nchi. Na ninamshukuru, kama alivyosema, tangia nimefahamiana naye nikiwa paroko msaidizi tuko Tukuyu. Basi nilikuwa namuomba, nafika natoa semina za mtindo huu, poenda Tunduru, Masasi. Tumekuwa tukiwasiliana muda wote. Namshukuru kakangu, na tunawasiliana hivyo kama mtu na mdogo wake. Na hivyo hata nilipompigia sasa alikuwa tayari ana ratiba ya mwaka mzima. Nilipoongea naye alikaa kimya kwa sekunde kadhaa akitafakari, watu wakatamka na, na, na, na tangulizi. Leo tutaulizi yani watu kabla dakika kumi huko kwenye viti, ila kwenye misa wanafika kwenye mageuzo ingine, <laughs> kwenye masomo. Ila wiki hii mmejifunza kuwahi yani, hey, Jumapili. Mtaona watu mapema na mwisho kabisa. Basi tunawaombea yale yote ambayo umeyapokea, tukayafanye kazi, tuombeane kwa pamoja. Maisha yetu ya uwepo hapa ni kwa ajili ya kutafuta utakatifu. Yote tunayoyafanya tuyafanye kwa ajili ya kutafuta nini? Utakatifu. Hilo ndio lengo la kuumba kwetu. Tumeumbwa tumpende Mungu, tumtumikie na mwisho tukawe watakatifu tuishi nao kwake. Hayo yote akaboke, tunakushukuru na wote nawashukuru sana. Tupige magoti kwa ajili ya baraka, na wale mliotoka parokia za jirani basi, tunawashukuru. Nimeona kuna watu wa Isyesye, kuna watu wa Mbalizi.